Hameye barodarono hoharon aziz ro wa hodamro dawat mikonam tousie mikonam be reoyat taway ilohi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, mola mlezi wa ulimwengu wote. Na rehma na amani ziwe juu ya bwana wetu na mtume wetu Abul Kasim al Mustafa Muhammad na juu ya uzao wake usio na doa safi mteule. Ewe Mola wangu hakika mimi nakusifu, nakuomba msaada na nakuomba msamaha na nakutegemea wewe, na amani iwe juu ya maimamu wa Uislamu, walinzi wa wanaodhulumiwa na viongozi wa waumini. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema kwenye Qur'an, sura ya 9 aya 71: lakini waumini wanaume na wanawake ni marafiki wao kwa wao, wanaamrisha mema na wanakataza maovu, wanasimamisha sala na wanatoa zaka na wanamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, hao ndio Mwenyezi Mungu atawaruzuku rehema yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Ninawaalika na kuwatia moyo ndugu na dada zangu wote wapendwa, pamoja na nami kushika njia Mwenyezi Mungu, tuwe waangalifu katika maneno na matendo yetu, tuhakikishe hatuvuki mipaka iliyowekwa na Mungu. Hii ndiyo maana ucha Mungu. Katika aya hiyo niliyoisoma, suala muhimu la umoja wa waumini limetajwa katika istilahi ya Qurani. Umoja na mshikamano huu unajulikana kama wilaya, kwa maana ya ulezi, wilaya kati ya waumini. Dhana hii imetajwa pia katika aya kadhaa za Qur'an. Aya hii mahususi inaelezea rehema za Mwenyezi Mungu kama matokeo ya wilaya hii na mshikamano, hao ndio ambao Mwenyezi Mungu atawapa rehema yake. Hivi karibuni, hii ina maana kwamba nyinyi waislamu mkidumisha mafungamano, mahusiano, ushirikiano na huruma kati yenu ninyi kwa ninyi, rehema Mwenyezi Mungu itawekwa juu yenu. Kisha Qurani inasema hakika, Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Aya hii tukufu inaishia kwa kutaja uwezo na hikma ya Mungu. Labda sababu ya hili ni kwamba rehema ya Mungu katika muktadha huu inalingana na ukuu na hikma yake. Hii ni kwa sababu rehema ya Mwenyezi Mungu inajumuisha kila aina ya fadhila anazowapa waja wake, baraka zote neema na kila kitu kinachotokea katika maisha ni dhihirisho la rehema za Mwenyezi Mungu. Lakini katika aya hii tukufu, rehema hii ni kwa mujibu wa nguvu na yake. Wabuana, hekima yake. Uwezo wa kimungu unamaanisha uwezo wa Bwana unaoshinda uwepo wote. Hekima ya kimungu inarejelea uthabiti wa sheria zote za uumbaji. Pengine aya hii inajaribu kutoa mazingatio kwenye ukweli kwamba ikiwa Waislamu wataungana na kusimama pamoja watapata msaada wa uwezo na hekima ya Mungu, wataweza kufaidika na uwezo wa Bwana usio na kikomo na kutumia mapokeo ya Mungu na sheria za kimungu. Kwa hivyo wilaya ni nini? Ni umoja na mshikamano baina ya wa Waislamu. Hii ndiyo sera iliyoletwa na Qur'ani kwa Waislamu. Sera ya Qurani kwa Waislamu ni kwamba mataifa na makundi ya Kiislamu yanapaswa kusimama kwa mshikamano wao kwa wao. Kimsingi inaahidi kwamba ikiwa ninyi mataifa ya Kiislamu mtadumisha mshikamano huu kati yenu, uweza wa Mungu utawaunga mkono. Kwa maneno mengine, mtashinda vizuizi vyote na ushindi juu ya maadui wote, mtaungwa mkono na hekima ya Kimungu, sheria zote za uumbaji zitafanya kazi kwa niaba yenu na kwa maendeleo yenu. Hii ndio mantiki na sera inayoonekana katika Qurani. Kinyume cha sera hii ni sera ya maadui wa Uislamu, wavamizi wa dunia na nguvu ya kiburi. Sera yao ni kugawanya na kutawala, wanachofanya ni msingi wa kuunda mgawanyiko. Wametekeleza sera hii ya kuleta mgawanyiko katika nchi za Kiislamu kwa kutumia hila mbalimbali mbali. Na hawajaacha kufanya hivi hadi leo. Wanasababisha nyoyo za mataifa ya Kiislamu kuwa na uchungu wa wao kwa wao. Hata hivyo mataifa haya leo yameamka. Inasema leo kwa sababu ndio siku ambayo umma wa kiislamu una uwezo wa kushinda hila za maadui wa Uislamu na Waislamu. Adui wa taifa la Iran ni adui huyo huyo, huyo wa taifa la Palestina ni adui huyo huyo, huyo wa taifa la Lebanon. Serikali ya kizayuni ni hiyo hiyo ambayo ni adui wa taifa la Irak, ni adui wa taifa la Misri, ni adui wa taifa la Siria, ni adui wa taifa la Yemen. Adui yetu ni mmoja. Mbinu za adui hutofautiana katika nchi tofauti. Wanatumia vita vya kisaikolojia katika maeneo fulani na shinikizo la kiuchumi kwa wengine, katika maeneo mengine hutumia mabomu ya tani kadhaa na silaha, lakini katika maeneo mengine maadui zetu hufuata sera zao kwa tabasamu. Walakini kituo cha amri ni sehemu moja, wanapokea maagizo kutoka sehemu moja, wanapokea amri ya wa kushambulia jumuiya na mataifa ya Kiislamu. Sera hii ikifaulu katika nchi moja, kwa maana ya kufanikiwa kutawala nchi moja wataendelea kulenga taifa jingine hadi watakapohakikishiwa udhibiti wao juu ya nchi iliyotangulia. Mataifa ya ruba haipaswi kuruhusu hili kutokea. Ikiwa taifa lolote linataka kuepuka kuzingirwa na adui, lazima lifungue macho yake tangu mwanzo kabisa. Linapoona adui anapoelekea kunyakua taifa jingine, linapaswa kujiona kuwa mshirika wa taifa hilo lisilo na hatia linalokandamizwa linapaswa kuwasaidia na kushirikiana nao, ili adui asifanikiwe, kwani ikiwa adui atafanikiwa mahali hapo, atasonga mbele kwa lengo linalofuata. Sisi Waislamu tumeghafilika na ukweli huu kwa miaka mingi na tumeshuhudia athari zinazotokana na hili. Leo tusiwe wazembe tena, tunahitaji kukaa macho. Ni lazima tuimarishe ulinzi wetu na tulinde kwa uthabiti uhuru na utu wetu kutoka Afghanistani hadi Yemen.

Leo nitawahutubia zaidi ndugu zetu wa Lebanon na wapalestina ambao wanakabiliwa na matatizo. Nitaangazia kwa kina zaidi katika hutuba inayofuata. Nukta ya pili inayotaka kuwashirikisha ni juu ya hukumu za kiislamu za ulinzi zilizowekwa wazi juu yetu. Sheria zote mbili za Uislamu kuhusu ulinzi, katiba yetu wenyewe na sheria za kimataifa ambazo hatukusaidia kuzitunga, zote zinathibitisha ukweli huo usiopingika kwamba kila taifa lina haki ya kutetea ardhi, nyumba, nchi na masilahi yake dhidi ya wavamizi. Maana yake ni kwamba watu wa Palestina wana haki ya kusimama dhidi ya adui ambaye ameteka ardhi yao, amechukua makazi yao, ameharibu mashamba na kuharibu maisha yao. Taifa la Palestina lina haki hii ya kujilinda. Hii ni mantiki yenye nguvu ambayo sheria za kimataifa nazo leo zinaithibitisha. Palestina, Palestina ni ya nani? Wapalestina ni ya kina nani? Hawa wanyakuzi wametoka wapi? Taifa la Palestina lina haki ya kusimama dhidi yao. Hakuna mahakama mimi, hakuna taasisi wana, na hakuna shirika wana, la kimataifa lenye haki ya kulipinga taifa la Palestina kusimama kidete dhidi ya utawala dhalimu wa Kizayuni. Hawana haki ya kupinga. Wanaunga mkono watu wa Palestina, wanatimiza wajibu wao. Hakuna mtu anayegemezwa na sheria yoyote ya kimataifa mwenye haki ya kuwapinga watu wa Lebanon na Hizbullah kuunga mkono Gaza na uwasi wa Wapalestina ni wajibu wao na walipaswa kufanya hivi. Hamundu, hii ni hukumu ya Kiislamu, sheria ya kimantiki na yenye msingi wa mawazo yanayokubalika wa kimataifa. Wapalestina wanatetea ardhi yao wenyewe. Utetezi wao ni halali na kuwaunga mkono pia ni halali. Kwa hivyo mashambulizi haya yote ikiwa ni pamoja Doshman na operesheni ya mafuriko Al Aksa ambayo yalifanyika wakati huu mwaka jana yalikuwa ni ya kisheria kimataifa, hatua sahihi za kimantiki, na wapalestina walikuwa na haki hii. Utetezi mkali wa watu wa Lebanoni kwa watu wa Palestina uko chini ya uamuzi huu pia; ni wa kisheria, wenye mantiki na wa halali. Hakuna mwenye haki ya kuwakosoa watu wa Lebanon kwa kuwasaidia watu wa Palestina. Hata kazi nzuri sana vikosi vyetu vya kijeshi siku chache zilizopita pia ilikuwa ni halali na ni halali sana. Kilichofanywa na jeshi letu la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni kutoa adhabu ya chini kabisa kwa utawala wa kizayuni kwa kujibu jinai zake za kutisha huko Gaza. Ni utawala wa umwagaji damu, utawala wa mbwa kichaa uliowekwa na Marekani katika eneo hili. Nawaambia, jamhuri ya kiislamu ya Iran itatekeleza wajibu wake wote ulionao katika suala hili kwa uwezo imara na maamuzi magumu. Katika kutekeleza wajibu wa kuikomboa Palestina, hatutasita wala hatutachoka. Hatutapuuza wajibu wetu na hatutatenda kwa haraka. Tutatenda yote yenye mantiki, yanayopatana na akili na sahihi, kulingana na wa washauri wetu wa kijeshi na kisiasa. Tutatekeleza wajibu wetu kwa wakati ufaao, kama vile ilivyofanywa hapo awali na ikiwa ni lazima

Katika hotuba yangu hii ya pili nitazungumza zaidi kuhusu kadhia ya Lebanoni ambayo walengwa wake wakubwa ni ndugu zetu Arabu, hivyo nitatumia lugha ya Kiarabu kutoa hotuba hii. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma mwenye kurehemu. Na hapa kwa wakati, hakika mwanadamu yupo katika hasara, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema na wakahusiana kufuata haki na wakahusiana kusubiri. Asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa Limwengu wote. Ninamsifu msifu namgeukia kwa ajili ya msaada, na msihi anisamehe na kuweka tumaini langu kwake. Na ninamuomba ampatie baraka na salamu kipezi chake Mtume wetu mtukufu Muhammad al-Mustafa, familia yake safi, hususan Amirul Mu'minina, juu ya mpendwa wake Zahara, juu ya Hassan na Hussein, mabwana na vijana wa peponi, juu ya Ali ibn Hussein Zain la Abidin, juu ya Muhammad bin Al-Bakri, juu ya Jafar bin Muhammad Al-Sadiq, juu ya Musa ibn Jafar Al-Kadhim, juu ya Ali bin Musa Al-Reza, juu ya Muhammad bin Ali Al-Jawad, juu ya Ali ibn Muhammad al Al-Had, juu ya Hasan ibn Ali Zaq Al-Askar, na juu ya Hujat Al-Kasimu Al-Mahdi. Salam na amani ziwashukie wote. Na ninatuma salamu ziwafikie wale wote wanaofuata kwa wema mpaka siku ya Kiama na wasaidizi wanaodhulumiwa na walinzi wa waumini. Ninaamini ni muhimu kumuheshimu kaka yangu mpendwa wangu, ambaye alikuwa chanzo cha furaha yangu, mtu aliyesifika katika ulimwengu wa Kiislamu na sauti ya ufasaha ya mataifa katika eneo la mashariki ya kati, kito cha thamani kinachong'aa katika anga la Lebanon, kaka yangu Said Hassan Nasrullah, Mwenyezi Mungu amuiye radhi katika swala hii ya Ijumaa mjini Tehran. Pamoja na hayo, ningependa kushiriki nanyi ujumbe huu, ndugu zangu. Hadhira inayohutubia katika hutuba hii siku ya swala ya Ijumaa ni ya ulimwengu mzima wa Kiislamu, hususan mataifa ya azizi ya Lebanon na Palestina. Sote tunahuzunika na tunaomboleza kifo cha kishahidi cha saidi wetu mpendwa. Hii ni hasara kubwa na imetufanya tuomboleze. Bila shaka kuomboleza kwetu hakumaanishi kuwa na huzuni au kupoteza tumaini. Ni hali sawa na kuomboleza kwa bwana wetu Hussein bin Ali: inahuisha, inajenga, inatia moyo na inaleta matumaini. Saidi Hassan Nasrullah hayupo tena miongoni mwetu kimwili, lakini nafsi yake halisi, roho yake karimu, njia yake sawia na sauti yake inaovuma kama radi masikioni mwa wazayuni bado iko na itaendelea kuwa nasi. Wapendwa wangu, mioyo yenye huzuni hupata faraja katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kutafuta msaada wake uharibifu utarekebishwa na subira yenu na uthabiti mlionao utawaletea heshima na hadhi kwa zaidi ya miaka 30 saidi hassan nasrullah alikuwa bendera ya upinzani iliyoinuliwa mbele ya mashetani wa dhalimu na waporaji alikuwa sauti ya wazi na msaidizi shujaa wa wanyonge alileta hakikisho na ujasiri kwa wapiganaji na watafutaji wa ukweli upeo umaarufu na ushawishi wake ulienea zaidi ya lebanoni iran na nchi za kiarabu na sasa kuuawa kwake kishahidi kutaongeza ushawishi wake hata zaidi ujumbe wake muhimu sana kwa maneno ya vitendo vyake wakati uhai wake kwenu watu waliojitolewa Lebanon ulikuwa wa kutokukata tamaa au kufadhaika kwa kuwapoteza watu mashuhuri kama vile Imam Musa Sadri, Said Abbas Musavi na wengineo. Alipenda kusema, msiwe na shaka juu ya mapambano yenu, ongezeni juhudi na uwezo wenu, ongezeni mshikamano wenu maradufu na msimame mbele ya adui yenu kikamilifu, muwe na hakika kuwa mtashinda na kuweka imani yenu kwa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, wa taifa lililojitolea la watu la wa Lebanoni, vijana mliochangamka wa Hizbullah, na watoto wangu wazuri, hivi ndivyo Said Hassan Nasrullah ambaye ameua wa kishahidi anataka leo kutoka kwenu mwendeleze mapambano na umma mzima wa Kiislamu. Kwa kuwa adui mbaya hawezi kuleta madhara makubwa kwa shirika thabiti la Hizbullah, Hamas au Islamiki Jihad na mashirika mengine yanayopigana kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, basi anategemea sana kufanya ugaidi, uharibifu, mashambulizi ya mabomu, mauaji ya raia na kuleta huzuni kwa watu wasio na silaha kuwa ishara ya ushindi wake. Je, matokeo ya hili ni nini? Matokeo ya tabia hii ni kuongezeka kwa asira na motisha ya watu. Inakuza kuibuka kwa wapiganaji zaidi, makamanda, viongozi na kuongezeka kwa idadi ya wale ambao wako tayari kutoa maisha yao. Inakaza kitazi kwenye shingo ya mbwa mwitu mwenye kiu ya damu na hatimaye itasababisha kuondolewa kwa uwepo wake kwa fedheha kutoka kwenye eneo la tukio. Mioyo yenye huzuni hupata faraja katika kumkumbuka Mungu na kutafuta msaada wake. Uharibifu utarekebishwa na subira yenu, na uthabiti mlionao utawaletea heshima na hadhi. Kwa takribani miaka 30 Saidi Hasan Nasrullah alikuwa mstari wa mbele katika vita ngumu, akaiendeleza Hizbullah hatua baada ya hatua, kama mbegu inayotoa chipukizi lake kisha ikaota na kuwa mti mnene uliosimama juu ya shina lake na kuwavutia wapandaji. Kwa mipango ya Saidi Nasrullah, Hizbullah ilikuwa hatua kwa hatua kwa subira, mantiki na asili, ilionyesha athari ya kuwepo kwake kwa maadui zake katika hatua tofauti, kwa kurudisha nyuma utawala wa Kizayuni. Hizbullah kwa hakika ni mti uliobarikiwa. Hizbullah na kiongozi wake shujaa wa wakishahidi, ndo kiini cha fadhila na utambulisho wa kihistoria wa Lebanoni. Sisi wa Iran kwa muda mrefu tumekuwa tukiifahamu Lebanoni na sifa zake, takwimu kama vile Al-Shahid Muhamed bin Malki Al-Amil, Ali bin abdi al al Alshahdi Zain Labidin Almil Hussein Ibn Abdi ambaye alijulikana kwa jina la Sheikh Bai, pamoja na shaksia wengine wengi wa kidini na kielimu, wameitajirisha Iran kwa baraka ya elimu yao kubwa katika zama za serikali za Sabarbads na Safavid katika karne ya nane kumi na kumi na moja za kalenda Hijiria. Ni wajibu wetu na wajibu wa waislamu wote kulipa deni letu kwa Lebanoni iliyojeruhiwa iliyomwagwa damu. Hizbullah na Saidi Hasani Nasrullah wa wakishahidi wamechukua hatua za kuihami Gaza na msikiti wa Al Aqsa kwa kutoa pigo kwa utawala wa dhalimu wa Kizayuni. Hizbullah wametoa huduma muhimu kwa eneo zima na ulimwengu mzima wa Kiislamu. Tunajua sisitizo la Marekani na washirika wake ni kuhakikisha usalama wa utawala dhalimu, unatumika kama kifuniko cha sera yao hatari ya kubadilisha utawala wa Kizayuni kuwa chombo cha kunyakua rasilimali zote za eneo hili na kuzitumia katika utawala huo na kuleta migogoro mikubwa duniani. Sera yao ni kugeuza utawala wa Kizayuni kuwa lango la kusafirisha nishati kutoka eneo hili hadi katika ulimwengu wa magharibi, huku kikiwezesha uagizaji wa bidhaa na teknolojia kutoka magharibi hadi eneo hilo. Njia hii inahakikisha kuwepo kwa utawala wa unyakuzi na huongeza utegemezi wa eneo zima. Tabia kikatili na kizembe ya utawala wa Kizayuni dhidi ya wapiganaji wa upinzani inatokana tamaa yake kujitafutia hali kama hiyo, ukweli huu utatusaidia kutambua kwamba kila pigo kwa utawala wa kizayuni, kwa mtu au kikundi chochote, si huduma kwa eneo zima tu bali kwa wanadamu wote duniani. Hakika ndoto hii ya kizayuni na Marekani ni upotofu usio na maana usioweza kufikiwa. Utawala wa kizayuni ni kama mti mwovu uliong'olewa aridhini, ambao kulingana maneno ya kweli ya Mwenyezi Mungu unakosa utulivu wowote. Utawala huu mbovu hauna mizizi potofu na hauna msimamo, na umeweza tu kusimama kwa miguu yake kwa shida na msaada wa Marekani na Mungu akipenda, hili nalo halitadumu kwa muda mrefu. Sababu ya wazi ya kauli hii ni kwamba kwa mwaka mmoja sasa, licha ya kutumia dola bilioni kadhaa huko Gaza na Lebanon, na licha uungaji mkono wa kina unaotolewa na Marekani na serikali nyingine kadhaa za magharibi, adui ameshindwa katika makabiliano yake na maelfu kadhaa wapiganaji na mujahidina katika njia ya Mwenyezi Mungu ambao wamezingirwa na kuzuiwa kupokea msaada wowote kutoka nje. Jambo pekee ambalo utawala wa kizayuni umeweza kufanya ni kulipua mabomu kwenye nyumba, shule, hospitali na vituo vyenye watu wengi wasio na silaha. Leo hii hata genge la wahalifu la kizayuni polepole limefikia hitimisho kwamba kamwe halitashinda Hamasi na Hizbullah. Ninyi watu wa Lebanon na Palestina, ambao ni wapiganaji jasiri na watu wenye subira, wenye shukrani, mnajua kwamba mauaji haya ya kishahidi na damu iliyomwagika havitodhoofisha harakati zenu. Kinyume chake, wanawatia nguvu. Katika Irani ya Kiislamu, katika takribani miezi mitatu wa kiangazi mwaka wa 60 makumi ya watu wetu mashuhuri waliuawa akiwemo mtu mashuhuri kama Said Muhammad Bashit rais kama Muhammad Al Raji na waziri mkuu kama vile Said Muhammad Bashit wanazuoni kama vile Ayatollah Mudam Hashim Nejad na wengine kama hao pia waliuawa kila mmoja wa watu hawa alizingatiwa kuwa nguzo wa mapinduzi katika ngazi ya kitaifa au ya mitaa, na kuwapoteza haikuwa rahisi. Lakini mapinduzi hayakusimama, hayakurudi nyuma na badala yake akaongeza ya kasi. Leo pia upinzani katika Gaza hautarudi nyuma kwa matokeo ya mauaji haya, bali upinzani utakuwa mshindi. Upinzani huko Gaza umeteka hisia za walimwengu na kuleta heshima kwa Uislamu. Uislamu umesimama kidete dhidi ya yale yote maovu na machafu. Hakuna binadamu mtukufu ambaye hashangilii imara huu na kumlaani adui katili mwenye kiu ya kumwaga damu. Mafuriko ya Al-Aqsa na mkawama mwaka mzima wa Gaza na Lebanon yameufikisha utawala huo ghasibu katika kiwango ambacho wasiwasi wake mkubwa ni kuulinda uhai wake, ambao ni wasiwasi ule ule ule uliokuwa nao utawala wa Kizayuni katika miaka ya mwanzo wa kuundwa kwake kwa laana. Hii ina maana kuwa mapambano ya wapiganaji wa Palestina na Lebanoni yameweza kuurudisha nyuma utawala wa Kizayuni katika nafasi uliokuwa nayo miaka sabini iliyopita. Sababu kuu ya vita, ukosefu wa usalama na kurudi nyuma katika eneo hili ni kuwepo utawala wa Kizayuni na kuwepo serikali zinazodai kutafuta amani na utulivu katika eneo hili. Tatizo kubwa linalokabili eneo hili ni kuingiliwa na wageni. Serikali za eneo hili zina uwezo wa kuanzisha amani na usalama. Kufikia lengo hili kuu la ukombozi, kuna hitaji juhudi na mapambano ya mataifa na serikali. Mwenyezi Mungu yu pamoja na wale wapitao njia hii, na hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Salamu za Mwenyezi Mungu na amani zimfikie kiongozi aliyouawa kishahidi Saidi Hasan Nasrullah shujaa aliyouawa kishahidi Ismail Hania na mweshimiwa kamanda luteni jenerali Kasim Suleimani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ikifika nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi, na ukaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi, basi mhimidi Mola wako mlezi na umwombe msamaha, hakika yeye ni mpole. Salamullah ala alqaid alshahid Nasrullah llah wa ala albatal alshahid Haniya wa ala alqaid almuftakhar alfariq Qasim Suleimani